Mungu. Ni Warumi sura ya 10 mstari wa 17 neno la Mungu linasema hivi. Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni nini? Ni kusikia na kule kusikia huja kwa neno la Kristo, maana yake uliposikia habari za Yesu ukaziweka moyoni mwako na ulipoziweka moyoni mwako, ulichukua hatua ya kuamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Maana yake imani ilikuja baada ya kufanyeje? Baada ya kusikia. Ulisikia nini? Ulisikia neno la Kristo, neno la Mungu likubuliwa, neno la Mungu likisema hivi, neno la Mungu likinena hivi imani tayari ikajengeka ndani yako, imani tayari ikaumbika ndani yako. Kwa kitu kusikia, au unaposikia jambo fulani kwa muda mrefu, ndani yako kunajengeka imani juu ya kile unachokisikia kuwa ni kweli au sio kweli. Nimetoka kuzungumza hapo, ndani yako kunajengeka kitu ambacho umekisikia kinajengeka sasa ukiwa mtu mwenye tabia ya kusikia neno la Mungu, maana yake itajengeka imani sahihi ndani yako, yaani utatembea katika kweli kwa sababu kilicho ndani yako ni sahihi. Na ukumbuke tafsiri au maana ya kweli, tulizungumza maana, the meaning of fact, tulisemaje? tulisema kwamba the thing that is known and proved to be true. Bwana Yesu asiwe sana. Tulisema ni kitu ambacho kinajulikana na kimethibitishwa kuwa ni sahihi. Ndio tulisema maana ya nini, maana kweli. Kwa hiyo ukiwa mtu mwenye tabia ya kulisikia neno la Mungu au kulisoma neno la Mungu, ndani yako itajengeka imani sahihi, kwa sababu kile ulichokisikia ni sahihi, kile ulichokisikia ni sahihi. Kuna watu wengi wamejengewa imani zisizo sahihi. Hasa leo hii watu wengi tumeingia kwenye ugonjwa unaoitwa dini au dhehebu, kwa lugha nyingine nitumie hicho leo. Hii dunia inahangaika ama wanateswa na kitu kinaitwa madhehebu. Kila mmoja anatetea dhehebu alilopo, anasema mimi dhehebu fulani ndo dhehebu la kweli, wengine walioko madhehebu mengine ni waasi. Bwana Yesu asiwe sana. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya misingi ambayo ilikuwepo. Ilikuwa ni nini? Ilikuwa hivi na hivi na hivi, au ilitoka wapi ikaenda kona nyingi, mambo mengi. Bwana Yesu asiwe sana, na imefika mahali upendo wa Kristo ambao tunatakiwa tuwe nao, watu wa Mungu, umepotea kwa sababu ya kutazama madhehebu. Sikatai kwamba madhehebu yana muhimu. Kuna mtumishi mmoja akasema kwamba madhehebu ni kwa sababu tu ya sheria na taratibu ya nchi, lakini mwili wa Kristo unapaswa kuwa mmoja. Hakuna dhehebu lenye maana duniani kama hilo dhehebu msingi wake sio Kristo. Unaweza ukajiita kwamba mimi ni mpentekoste, mimi ni dhehebu hili, mimi ni fulani, mimi sijui mnani nani nani nani nani, lakini kama msingi hauko katika Kristo, ni sawa na bule, ni sawa na bule.